Aha, tumepitia mambo mengi kiukweli kama familia, kama ulivyosikia story pale nje. Mama Chanja amesema ili duka limelipiwa frame, i mean frame lilipiwa muda mrefu, miezi minne haijafanya kazi. Sio kwamba tulitaka isifanye kazi, ni changamoto ya kuto, yaani changamoto kubwa ya, ya, ya, ya mambo tofauti tofauti hapa hela inakwama hapo, unapambania hivi mpaka tunafika hapa. Mungu ni mkubwa sana, changamoto ilikuwa kubwa sana. Niwaambie tu ukweli, duka tulitakuwa tulifungue mwezi wa kumi na moja, sasa tukapeleka tukakaa mwezi wa kumi na mbili. Tukakaa seli tena ndo tumefanya Januari. Kwa hiyo hizo sehemu zote tatu inapofika mwezi wa moja kwamba inabidi tuzindue, alafu inafika muda kwamba haiwezekani hasa mwezi wa 12. Alikuwa na stress sana. Inafika tena mwezi wa 12, wengi haiwezekani, Januari anaona kama mimi nitaiweza hii biashara. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, namshukuru Mwenyezi Mungu leo tuko hapa. Atamfungua duka hapa, ataendelea na sanaa akitoka hapa atafungaua biashara nyingine, challenge ipo kwetu. Mi napata hela machanja, napata hela. Tumesema kwamba tunahakikisha kwamba mwaka uishi kila mtu ana biashara. Ina maana mimi ninavyoongea, na mimi hapa na hela zangu na jambo langu, tunalisikiliza kwamba mimi nataka mwaka, mwezi fulani ndo nizindue, sio. Umeelewa? Kwa hiyo tusidanganyane sanai, na hela ukishapata hizo hela, unaamua wewe. Either una invest au unatanua, sini maamuzi yako tu, period.

safari, ni, safari ina, ina changamoto kubwa sana mimi. Kitu ambacho wa kinanikata sana moyo Nikoma, ni kwamba nimekataliwa sana, unakataliwa sana unakataliwa sana lakini kwenye kukataliwa, muombe sana Mungu anayekukubali awe ni mtu sahihi aio kwenye maisha yako, muombe Mungu kutane na watu sahihi basi, na watu sahihi ni wengi. Kuna watu sahihi watakusapoti mawazo, kuna watu sahihi watakupa hela, kuna watu sahihi. Kwa mfano mimi kata kituacho wa nakishukurugi muda wote nimekutana sa wow, na, na watu ambao niko nao karibu vidolas asma jamida mama chanja m uk mantobe. Namshukuru Mungu kwamba nina hao watu yani sasa hivi hapa mimi nikifungua biashara wao wapo. Ah, mimi biashara yangu imeenda mjini, kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nina watu sahihi. Kwa hiyo kikubwa tu kwenye hii sanaa machangamoto yapo mengi sana, lakini mwumemungu Mungu utaenda watu sahihi basi

yeye mwenyewe akaona kwamba hichi sio sawa, hichi ni sawa. Mimi nitakuwa namwangalia tu, lakini sio kama ni mlinde huyo. Unaongea na huyo, natuanga maji kwenye nini, yani ni ngumu. Kwa hiyo simlindi, nadhani tu yeye mwenyewe anafanya mambo yake basi. Okay. Okay. <laughs> video <laughs> Kuna <Okay, okay. laughs> yeah. namna inspire Kikwe mwenye naisubiri Atuja unajua kwenye mapenzi yamna kuinspire ni moyo wa mtu. Kwa hiyo kaka Harmonize kurudiana na Kajala ni moyo, tuko tunajua kaka anampenda dada yetu. Kwa dada yetu alikuwa anachelewesha msamaha msamaha, msamaha umepatikana, sahivi tunaenjoy, lakini sio kwamba tumemuinspire ni moyo wake

ni subiri, ngoja nione Kweli usiopingika, mimi naongea wazi, na wasanii wote waiangalie klipu utimu. Hausogezi tena mziki utimu. Kuna kipindi ulikuwa una faida, yaani ulikuwa unasukuma kazi. Sasa hivi utimu hausukumi kazi kabisa. Wenzetu wamesha huko Nigeria, sasa hivi wasanii wakubwa wanapambana kuwatengeneza ma content creators wadogo

Harmonize au nikapost labda nyimbo ya Diamond au nikaposti nyimbo ya msanii yoyote, huyo msanii akija labda aka, akaiposti viposti ile ngoma au mini au video yangu au kucollaborate na mimi, sio kwamba ananisaidia, tunasaidiana. Kwa sababu kwa mfano mimi nikifanya video na vi ya nyimbo labda ya Harmonize ikafikisha viewers milioni mbili, hata kama kuna watu milioni mbili hawajaenda, hawajaenda YouTube lakini kwa sababu mmeniangalia mimi na V watu milioni mbili, na ngoma ya Harmonize zina play nyuma, na mimi dhani nimesaidia ngoma ya Harmonize kusikika kwa watu milioni mbili kwa haraka zaidi, na hawa watu wajenda YouTube. Hiyo sio biashara. Watu wanakaa wanakwambia, ah ukisema mtu anakwambia unaniita kumsupport Harmonize, unaniita kumsupport Diamond. Hawajui game, tunategemeana vibaya mno. Wakitaka waelewe wafuatilie Nigeria Davido anafanya engagement na content creators wadogo. Davido anaenda kwenye zile live za wasanii wadogo wadogo, anawatengeneza wanakuwa wakubwa. Ni kwa sababu anajua na wasupport hawa, leo kisha nikitoa muziki wangu wataupiga hawa. Anafadhila na mamilioni ya watu na muziki wangu kupitia hawa utakuwa kwa mamilioni. Sasa msanii bongo anaona baki akikuposti, anaona kama akikolabo na wewe amekusaidia, dashavuka huko. Ah, lazima ni msupport Kiredio kwa sababu anajua

lama content creator hilo tunajivunia, lakini tumekuwa na uhaba wa streamers, na kuna moja kati ya interview ambayo moja kati ya mchekeshaji alifanyiwa akasema kwamba bongo tuna uhaba huo wa ma-streamers na mashabiki wengi walikumention. Wewe Kiredio, unafeli wapi kuingia kwenye mambo ya kustream kama kina IShowSpeed ambao leo hii tunaona wanazunguka dunia nzima, wanatua zao ambazo wanazifanya na zinafanya poa. Unadhani bongo tunachelewa wapi kuwa na ma-streamers, kama ambavyo marekani wenzetu wanavyofanya? Ah, kiukweli kwa bongo, changamoto kubwa inaweza ikawa, si changamoto kubwa inaweza ikawa ni mifumo Changamoto kubwa ni mifumo na watu hawawezi kuelewa. Ukimwangalia IShowSpeed anazunguka South Africa ile akiwa live. Yeah. Mimi nikitoka hapa nikienda Morogoro nikiwa live kuna mali utakata. Yeah. <laughs> Changamoto rais ndio hiyo noma IShowSpeed ajaja Tanzania. Yaani ndio changamoto kubwa ya kwanza. Yaani kwamba Tanzania hakuna network ya uhakika. Kwa hiyo, ili tupate streamers wengi vijana wengi wajiajiri, cha kwanza serikali yenyewe inabidi ijue kwamba tuna changamoto ya internet. Itatoa changamoto ya internet. Changamoto ya pili official yani, Tanzania kuna off, yani nikisema tu official, Tanzania unatoka hapa unafanya live, ukiingia mlianstu unakamatwa, una kibali, unatoka ukienda sehemu gani unaambiwa wewe, unashuka kwenye mwendo kasi, kibali tuone kibali chako ya nini? Yani, ni, yani kuna vitu ambavyo sasa serikali inabidi ivipunguze ili vijana wengi waweze kujiajiri. Mi naamini kuwepo ni yani, kutokuwa na live streamers, changamoto ya kwanza ni mifumo tu. Hmm. Kwa hiyo yale maneno ambayo walikuwa wanazungumzwa, kwa sababu tuliona uh, ratiba ya hatua ya IShowSpeed anazunguka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo it means kwamba hakuja hapa Tanzania kwa sababu ya mifumo. IShowSpeed hajaja Tanzania kwa sababu ya mifumo. Wale watu wanafanya research, wanaangalia ni nchi gani kwao inaweza ikawa ni rahisi ku stream, wanaangalia uwezo wa network, uh, internet speed Uh, wanaangalia vitu vingi sana. Mimi na uhakika 100% mifumo, yeah, imemfanya IShowSpeed ashindwe kufika Tanzania. Afu labda la pili unaweza kusema kwamba lugha amonaonge hey, uh -huh, yeah. Kiingereza tutaelewana kweli.